Asante sana bandugu wapendwa, kwenye mko nabakia, kama mnaona alama ya moto. Naam, bwana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, madhumuni yangu kwamba uko mzima wa afya kabisa. Ninakusalimu kwanza popote pale ulipo katika muda huu wa asubuhi, naamini kabisa uko vema. Ujue kwamba tunapatikana katika mashariki mwa DRC, huko South Kivu Kivu ya kusini, hivyo nikimaanisha ndiko ambako tunapatikana na hivyo, ujue kwamba hayo ambayo uliweza kuyaona hapo ni kiingilio cha habari ambazo nitakazoweza kuzigusia katika siku ya leho tariki 19 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 nikikwambia yale ambayo yaliyojiri na sasa ni kukupasha habari, hujue kwamba hayo ambayo inaonekana hapo ni radi ambayo iliweza kupigwa na zilikuwa mbili, lakini hapo ni moja ambayo iliweza kupiga kwenye mgazi huo na kuangukia hapo chini, ni katika uchifu au shafiria mona katika DRC na hivyo, hujue tu hiyo ni kiingilio, lakini habari zetu tutakwenda kugusia yale ambaye mzee jemedari William Amuri ya Kutumba aliweza kusema dhidi yale ambayo wa M23 waliweza kuyasema maeneo ya Kamanyola na kusikika kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba wanakuwa kila mtu na pika M bunduki kubwa, na hivyo hata kwa wale ambao wanahusika na mambo ya mtandao wa Orange man, kuweza kuambiliwa kuhusu kutuma dola basi tutagusia pia hayo. Asante sana bandugu wapendwa, kwenye mkono bakia, kama mnaona alama ya moto ni radi ambako inapika leo hii, kabla ya mvula kupiga chini ni kusheferia mwona, inapiga kumungazi mungazi, njo yenyewe naangusha sasa moto hivi chini Long ni radi moi ilikuwa très dangereux kwenye tu kuna bakia ni kumkongo wa manyumba huku eh na hivi njoo tour yetu ya kwanza kuona radi kupiga hivi na moto na waka chini merci sana bandugu kwa mko na bakia mnaendelea kutufuata eh hey. tunampatia tu information kama na ile ni kusheferia muona precisément mugimbi eh ima mingazi yenye kuwaka hivi ni mingazi ya papaso bwana hapa Mugimbi ilipiga maradi mbili moyo ikapiga kwa papa chogachoga kumkongo manyumba kamungazi kamoka, kawaka moto. Na huyu tena mwingine radio wa pili akapiga hapa, kabla mvula kunyesha njoi moto yenye kuwaka hapa. Merci sana san, wampatia information ni pasta Napoleon, pasta Napoleon hapa Mugimbi wa kanisa Sepeji. Merci. Baada ya huo mtasari wa habari, sasa ni habari kamili ambayo inakuja sasa ni kuletee uh, kutokana na yale ambayo mzee William Amuri Yakutumba mkuu huu ambaye anaongoza kikundi cha wazalendo cha SNPCC akiwa huko mashariki mwa DRC, Kivu ya Kusini, akizungumza na kukataa kabisa kupinga lile jambo ambalo liliweza kuzunguka katika mitandao ya kijamii eh, na kusema ya kwamba hapo kama ukamanyola maeneo ya Katogota, wahasi wa M23 waliweza kuonekana na kila mtu kabisa akiwa na bunduki kubwa ya aina ya PKM. Alikataa kabisa na kupinga jambo hilo ni uongo, ila tu ni vita vya kimitandao ya kijamii na kama wao wanajiamini basi waje waweze kupambana na kabisa watu waweza kufika hapo maeneo ya Ovira na mengi hivyo, akizungumza jambo jambo. Mimi naosikia hii audio zako nasikia hizi audio kabisa, nazifata kwa makini. Kitu nitapenda kukuambia ni hivi mu, mu Afrika, mu Afrika nchi ya kwanza kuwa na vifaa ni, ni, ni, ni Angola ni Angola Atu atu yasikiaka Angola bana dote bana soda, dote kwanza soda dira kila soda ba, ba oe mudote, ba mudote pika m soda kila soda bamudote pika m atuyabisikiaka Angola, kama sikudanganika hivi, Angola kubifaa, Angola eko bien organize eh? eh, eh, atuyasikiaka bana dote soda basoda, basoda bote ba Angola sema njo vile jo Angola bakuna bifaa vya mingi, je banaanza dote eh? ba, kila soda pika m ni bongo hii yote maudio hii ni maudio ya bubandia wale ba, ba M23 njoo beko na, unaona banaita ba wale watu yabo, akishapewa ka 100 dolari, 10 dolari, njoo vile anza sasa kufanya media, njoo vita ya media hii, vita ya media, unaona njoo beko na bacheza cheza pale pale Kamanyola ni watu wenye vina akili eh? sas si, si, si watu ya mingi pale Kamanyola ni batusi ni Banyarwanda batusi amu yuaki vile. Eh? Bana zalazala na Batusi pale, kitu gani yeye anaweza sema uh, ya kusema sema yeye baseme M23 ya mubai. Si ile ni vita ya media ile, vita ya media ile, na kama walipezane ile maarme yao, si wapezane tu, bako naongea nini kuya nayo hapa, basi keki amtema kuni hapa hapa, njoo kwenu tutamalizana nabo mwa plane Uvira hata kama taka uvira tu abata ikamataka ataba yambe mavi ya moto abata ikamataka bange ikamataka asia tu ya kuya. Lakini vile tulitoka kule fizi na gisi, tuko hapa bobe, kuna waza si hapa tulikuya bure. Mungu na mababu ndio walitutosha, asema muende haraka sana, muende mukamate vale ba ba shetani ba wako napenda kukamata inchi yangu. Mungu na mababu ngekua haba batu yabu haba benyewe koko huku bafulero haba wako napigana pigana kwa kwao haba

ndoi akiendelea kusema ya kwamba au wanaweza tu kubakia katika hali ya vita ya kimitandao, na kugusia kwamba wakati Mungu alikuwa akiumba mbingu na nchi alikuwa anakaa hapa DRC, hata kulala kwake alikuwa akilala hapa Fizi Bale baisha bakilia na mavita ya, ya media, banawaza vile walikamataka ba Bukavu na Goma mu media ya wale ba bandugu yabo bakabachia mugini bwele bumafaranga mafaranga kwenye bwenye balikuwa na ba na ba longofi ya longofi, asema mubebe hii mubebe hii na ba ofisye ba generali na ba kolonele, beba ni uzisha inchi njona, huku huku banapata shida huku, njo bloka Mungu wakati alikuwa naumba inchi, Mungu wakati aliumba hii dunia yote nzima. Batu labda bayuaki, uambie batu, ndugu yangu, uambie batu hii nani yangu, kama utapeleka mu ma grupe, muipeleke. Wakati Mungu alikuwa naomba dunia Mungu wakati aliumba mbingu na nchi, unajua makao yake ilikuwa wapi? Makao ya Mungu ilikuwa Mkongo, wakati anaumba dunia mzima. Mungu wakati aliumba mbingu na hii nchi, hakuwa anaumba hii nchi kusema yeye alikuwa kule juu, hapana. Mungu alikuwa hapa hapa Kuvulongo, hapa njo kwenye alikuwa na mwinchi, yenye Mungu alikuwa ni hii Kongo, mwa hii Kongo njo kwenye Mungu alikuwa naumba nchi. Sasa makao ya Mungu hata kama alikuwa naenda huku anaenda huku anaenda huku kwenye alikuwa sasa naenda kulala ni mufizi. Na ndo maana Fizi kwa leo inaitwa ni ni mji wenye utatoka ukombozi wa wa Kongo pale Fizi njo kutatoka ukombozi wa Kongo sababu kama ni vizio sisi ndio tulishaka ipewa, ipewa na kuona vyenye viko na kuya na kujua nini chenye kiko kiko. Napenda kukata nchi yetu sisi Wabembe. Sasa ni sisi peke atujijui, atu atujioni kama tuko nafanya kazi gani. Ndio ile tu yenye mimi napenda kuambia watu watu ya Kamanyola, mushidanganye watu mudanganye wale wa babipopi yenu yenye walikuwa na hapana ap. Sisi hapana, tunamwambia hivi tuko hapa hivi tuko hapa Mungu na mababu na bamalaika bake bote tuko nabu hapa. Dok fasi yote yenye tuko mwai plen. Fasi yote yenye tuko sisi wazalendo wenye tunajuwa kisa ya kukamata sirani nini ni. Tuko na kila kitu Mungu bamalaika ya Mungu pamoja na mababu wote tuko nabu hapa atuyasikiaka ata at, at, at, at, at, at hata Putin tuko na viona ma, ma, ma, ma, vita ya Putin na ile sese Urusi Urusi na Urusi na, na na Ukraine. Eh bwana, muko naona kila soda njomo yako na siraya ya kabambi, ile sese muko naiona ile vita ya, ya, ya kila soda yako njoo yako na beko na masira sawa na kawaida tu, hii tuko nayo huko. Kila soda njomo yako na pika M Si unaona bongo ya baba jinga wab. tutamefikisha mwisho mkuu ya barabara yo iko wazi, siku yo iko hapo, tuone, muone kitu tuta tuta chie baraya, ndo tutagomboa nchi yetu. Mushiwaze labda, mko na sema sema vyenu, sema vya media, sema ndo vile bale, ba soda yote tulisha ba pasha franga kwanza, mweye na soda mwenyewe atapima kukimbia hii vita ya hii turu, hata fika kwabo, hata hata fika kwabo, ule soda hata fika kwabo tutabakiana na wale ba soda wenye beko ba pa, wale ba nyeba natenda kugomboa hii inchi basi. Lakini ule wakusema enjo vile mini mupe adui mugongo hivi hapa hapa bili isha vile ile michezo wali ifanya kule hapa na huku, ayi zabaye batupatisie vyote asaya, wati si mubebe kwanza masiraha mupige ile adui, na tutamipiga amuta sababu kitu ndo hile na tumalizie pia kwa wale ambao wanaohusika na uchumi katika hali ya kimtandao, nikigusia Airtel Man, Mpesa, hata Orange Man, au aliweza kusema ya kwamba kumetoka kibahasha au barua kwenye waziri wa DRC katika mambo ya uchumi ambao unaweza kuambatana na benki ya taifa katika DRC, na kusema ya kwamba wawezi kwanza kuchunguza barua hiyo kama ni kweli, na wale wote ambao wanaendelea kutuma pesa za aina ya dola za Kimarekani

Mumarezeau muma alors, anasema le dolar itabakia tu kumabangi juu ya operation za biashara ya vali venye vanafanyaka commerce exterieur, donc venye vanaendaka aletranger bale peke yake, njo venye wakati nye patakuwa vanataenda aletranger vanaenda uza dolar kubangi, kisha ile njo vanaenda nayo.

Je ne sais pas qui donc, franga zetu zinashungurukana kamo. Alors tusaidiane tupime verifie ensemble. na wakati nyetu tunapochwa kukuta ile mesage inakuwa mesaje nyiko ya kweli, tushanje franga zetu avant le 21 a kuwapitizia mwai asubuhi katika hali tu ya kugusia dola za Kimarekani huko na tugusie mara moja hilo jambo ambalo limegusiwa maeneo ya huko mjini Kolwezi jimboni Lualaba ambako kunazidi kugusiwa nako pia kuonyesha mara ngapi inasadikika katika wiki hii, mitandao inayohusika na kutuma fedha za dola zipate kabisa kukata, kwa sababu ya kupunguza kazi hiyo ya kutuma dola na kugusia jambo lingine, ya kusema kwamba dola zinaanza kwenda kuchukuliwa tu maeneo ya kwenye benki unapotaka kutumia dola zako kwenda maeneo katika benki na kuonekana hata pia dola kushuka na hayo mengi anayozungumza dada huyo ambaye hakutajwa jina lake. Jambo jambo, banduku, jambo jambo. Eh, ni kwa tu napenda ni ba informe kama mwenye iko na dola aishanje ma franc congolais. Kama kuna dola changer ayo mu ma franc

Unaposikia sauti yangu tena ujue kwamba tumefika tamati ya kipindi katika wakati huu hapo. Uh, tu unaweza ukajiunga na channel yetu kama ungaliwa mpya kabisa katika channel yetu, na kubonyeza alama ya kengele hapo tu, unapobonyeza subscribe na kuwagawia watu wengine, ili wapate kufaidia kwa habari kama jisi unavyoweza kufaidia, na ujue kwamba tu ninasema asante, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi kipindi hiki, na ukae tu chonjo ya kwamba nitakujia tena ikiwa tu ni majaliwe Bwana. Amen.